Unajua, sikuwahi kuwaza kabisa katika kijiji hiki kama kuna mwanamke mzuri kama wewe, hmm? yeah. Nachotaka kukwambia, nakupenda sana, na nataka nikirudi, da nirudi na wewe kama mke wangu. Asante kwa sifa, ila mimi ni mchumba wa mtu. Unajua ubaya wa moyo, ukishapenda haujui, huyu ni mke wa mtu, huo ni mchumba wa mtu, wala hauoni pete iliyokuwa kidoreni. Unachojua ni kupambana mpaka upate unachokitaka. Nisikilize. Oh. Basi <laughs> mbona so mwelewa, nimeshakwambia sikutaki. Hanakupata kwa gharama yoyote ile. Pesa inaongea naona, hmm, unazidi. Una kuna wili kama bustani ilio kando ya mto vile <laughs> jimbo kwa saivi, ana anastaili sifa maana mjitahidi kukarabati miundo mbinu kario, linaonekana titi limekaa sehemu yake shavu. <laughs> ah, <mashallah. laughs> Sasa mashallah yalikimwaga uishi vituko wewe. Sasa hapa nilichobadilika nini? <laughs> Nulu, nyani aoni kundule. Sifa zake tumpe Bwana. <laughs> Haya bwana, asante. Kama unachokisema ni kweli, siwezi kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Nuru, kama hakuna mtu wako wa karibu aliyekupa sifa hizi, basi ni swala la muda tu. Nadhani baada ya mimi kuna mwingine atafata kukwambia. Haya, vipi? Mm, lakini uko shwari? Safi ila, kuna kazi moja nataka tusaidiane kuifanya. Ni kazi ipi hiyo? Ni yule bosi wangu. Kuna siku ameona mkiwa mnatoka gulioni, wewe na Adele. Ametokea kuvutiwa sana na Adele, kwa hiyo kimwaga. Yaani unataka kunitumia mimi kama kuwadi, sio hivi? ni kitu gani usichokijua kumuhusu Adele? <laughs> labda nikuambie mapema tu, hiyo kazi yako mimi siitaki, siitaji. Yaani sitaki kabisa kugombana na shoga yangu. Sawa, ni kweli hakuna nisichokifahamu kuhusu Adele. Ana mpenzi wake, wanapendana na ameshakataa barua nyingi za wanaume wenye uwezo wa kifedha kumzidi Samre. Kwa hiyo najua ni ngumu sana kumfanya Adere awe na mwanaume mwingine, ila kama utansikiliza vizuri mpango wangu na ukakubali kabisa tushirikiane, basi itakuwa ni jambo jepesi sana na kama tutafanikiwa kumtenganisha Adele na Samri na tukafanikiwa kumuunganisha Adele na Chema, basi kuna zawadi nono ya shilingi milioni moja. Hiyo ni ya kwangu mimi na wewe, yaani pasu kwa pasu. Kwa hiyo mtapata laki tano taslim, fedha halali kabisa ya Kitanzania lakini tutaweza kweli? Hakuna ah, kinachoshindikana chini ya jua nawe. no. Na kumbuka kidole kimoja kikunji chao, kama tutashirikiana mimi na wewe, basi hili litakuwa limekwisha. Alafu shosti, nyota yako imeng'aa huko mm. Unamaanisha yule bosi aliyotokea mjini? Amekuona, amekuelewa vibaya mno, shoga yangu. Nilikutana naye, nimeshampa majibu yake. <laughs> Vipi, umemkubali? Nimkubali? namweka wapi? Lakini shosti, we utaki kwenda kuishi mjini? Dada we, nitaishi popote pale, ila pawe na amani ya moyo wangu, na si kwingine. Ni samli. Ila Adele, hii ni bahati usichezee. We kama pamekushinda kukaa hapa, ondoka. <sighs> basi bwana beste, ni malizi yetu. Ehe. Vipi mpango wetu? Umeshaanza kuonyesha nuru? Wapi? Hmm. Yaani nilipomgusia tu, kisukari kikampanda. Nusu anifukuze kwao. <laughs> Sijui sambi kampa nini yule mwanadada. Mpaka kama Mungu kiasikile. Maana asikila mnadi swala wala kaingereza kanisa. Kama mapenzi upofu, basi yule kapofikia njia panda. Na Waswahili wanasema ukila na kipofu usimshike mkono, maana unaweza ukamwona anapeleka mkono chini badala ya kwenye sahani, na we ukamwahi ili asimege mchanga badala ya wali, ila yeye akahisi umemshika mkono kwa sababu aitaka kubeba nyama kubwa kuliko zote kwenye sahani. Hivyo unatakiwa kuwa makini kuhakikisha adele ajui kama we upo upande wa chema, sawa? hiyo ni simu bosi amesema apelekewe, ila unachotakiwa kufanya wewe ni kumtafuta hata mtoto ndo aipeleke. Kiwapo kazi zako zitakuwa hizo mbili. Kazi yako ya kwanza kabisa ni kumtafuta huyo mtoto atakayeipeleka na kuifuatilia mpaka uhakikishe imefika mkononi mwa muhusika, na kazi yako ya pili itakuwa ni kumdadisi dadisi Adele ili tujue ni nini anasema. Badala ya kupokea simu hilo, hmm, tu halina shida. He, Adele ndo unarudi saa hizi eh? Mama mbali kule basi sawa. Hapo ndani kuna kisavu utakiandaa basi utakitwanga kwa ajili ya jioni. Mimi naenda mara moja vikoba. Sawa sawa mama. Haya, afu pale ndani kuna mzigo wako chumbani kwako kwa nimekuwekea mzigo e. Mzigo wenu? Kuna mtoto ameleta mzigo hapa amesema waadele, kwao nimekuwekea. Mtoto gani huyo hmm? Mtoto simfahamu ni mgeni machoni pangu. Hmm, sawa aya basi baadaye. hmm. Hivi huyu Chema na nitafuta nini mimi? Kafanya nini tena? Kamtuma mtoto alete simu nyumbani, alafu ndani kaweka karatasi aloandika upumbavu wake. Uzuri nzuri ila mimi sitaki anifuatilie maisha yangu jamani, atakuja kuniona mbaya mimi. Mbaba yule shoga yangu mimi, ushauri wangu hata usimuishie ye pesa zake sizina mwasha. <laughs> Pita nayo kushoto, na kama unaona utaki kuitumia unamtafuta mteja. Yani, mpaka sasa hivi tunavyoongea, bosi wangu simu ipo mikononi mwa Adele, japokuwa alileta kaugumu gumu kidogo ah, kaugumu alileta. Lakini yule yule shogake tunayemtumia, kuna madini nikampa, akaregeza regeza, na unavyojua tena wanawake wakiwa wenyewe hakuna linoshindikana. Kwa kwahiyo naamini mambo yameenda kama tulivyopanga, bosi wangu, simu imemfikia mlengwa. <laughs> Uh, kumpata Adere ni kama kwenda chooni tu. Hawezi kupita siku nzima bila kwenda chooni, kwa hiyo swala uh, kwa la muda tu. Kwa hicho ulichokisema, tupo sehemu nzuri, tunaelekea kushinda hii vita, sawa. Ila muhimu sana ni kusikiliza kile nitakachowaambia. Hilo ah, halina shida halina <laughs> shida kabisa hilo bosi, wala usiwe na wasiwasi na kwa ujasiri huo ulioonyesha, takapoondoka hapa kijijini, nataka wewe ndio uwe msimamizi wa mali zao. E, e, e, bosi, acha masihara kidogo yeah. <laughs> mm. mimi <laughs> unajua unajua, sijapenda si, sijaridhika. Unajua unakaaje kwenye kijumba kama kile kijumba kimeinama sehemu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na maisha magumu sana, inaniuma sasa, kanishushe mjengo wa maana sana kwa hiyo bosi, mimi nasimamia mali zako mali, na nitakujengea nyumba kweli? <laughs> yeah, ilo sijali, yaani ilo sijali kabisa. Bosi, unajua mimi nikikuangalia wewe bosi kwa jicho langu la rohoni kabisa, nikimwangalia na yule yadere yule Aa, mmeendana bosi wangu, uh. <laughs> mba ukae mbali na Adele wangu. Najua juu ya hila na tabia zako za kuwalaghai wasichana kwa kutumia pesa zako, ila kwa hili penzi unapoteza muda, gharama, nguvu na muda niliotumia kuliimarisha penzi hili. Kitu chenye thamani yake bado hakijaumbwa duniani. Sio ombi, kambainadi kijana. Well done, ongera sana kwa ujasiri wako, ila leti hizo nguvu unazotumia kulilinda penzi lako ungetumia katika kutafuta pesa, ungeishi kwa amani sana katika penzi lako. Ila kuja nikukumbushe kitu kimoja. Tangu iumbwa dunia hakuna vita iliyopigana pesa ikashindwa. Oh, eti, hebu ngoja tuone vita ya mapenzi kati ya kijana maskini mwenye mapenzi ya kweli na mtu mlaghai mwenye pesa. <laughs> Uh, kijana. Una six pack na upigi chuma. <laughs> Ndio maana una no ulemavu wa akili. Kapoko. <tripe>